Ya mikakati iliyoko ni kuhakikisha tunafanya maandalizi bora, na ndio maana tumeandaa kempu kamp ya viwango sana yaani, kambi tu peke yake ina, inaashiria useriousness ambayo tuko nao kuelekea mchezo huu. Tunafahamu ubora wa Stellenbosch kwa sababu ana uzoefu kuliko sisi kwenye mashindano haya, na kumbuka, tumekuja huku tulikuwa tumeshajeruhiwa tayari e, kule Algeria tumejeruhiwa. Kwa hiyo tuna, hatuwezi kukubali kufanya makosa mara mbili Miguel Gamondi asili yake ilivyo ni kocha mshindani, e, hawezi kukubali timu ipoteze tena mara ya pili, na hiyo mentality imeingia mpaka kwa wachezaji. Sasa hivi kila mchezaji anatamani kwenda kuitetea kui vizuri Singida Black Stars kwenye uwanja wa mechi na inshallah New Amaan Complex siku ya Jumapili, mtaona kile ambacho anakizungumza. Lakini maandalizi yanaenda vizuri, hakuna mchezaji mwenye changamoto yoyote wachezaji wote wako fiti uh, wako tayari na inshallah tuwaombe mpaka siku ya mchezo wao tayari tayariStellenbosch ameshawahi kucheza katika uwanja wa Zanzibar dhidi ya Simba. Pengine hamuoni kwamba mnakwenda kukutana na mpinzani ambaye anaujua uwanja huo vizuri sana, hasa atakuwa anaujua vizuri kuliko sisi eh? Tumeshacheza sana pale sisi, mm -hmm. tuko nyumbani na Stellenbosch kama nilivyosema, sio mpinzani mbaya, ni miongoni mwa timu yenye uzoefu, lakini tukiangalia hawapo kwenye msimu mzuri sasa hivi, ukiangalia kwenye ligi yao ya kule ya ndani Uh, si, si, si, si, si, si timu tishio hivyo eh, kwa hatuwezi kwenda kinyonge, tunaenda kucheza na mpinzani ambaye licha ya kutuzidi uzoefu lakini sio tishio hasa kwa Singida Black Stars. Hii sifa yao kubwa ni kujizuia wanapokuwa ugenini. Sisi njia yetu ya kujizuia ni kushambulia. Umeona eh, hata, hata game tulipocheza Algeria. Hatuku, hatukupakibasi E, tulikuwa tunajilinda kwa, ku, kwa kushambulia kwa hiyo game plan anayo mwalimu yeye ndo atajua namna ya kuwakabili kwa, kwa sababu tayari wataalamu wetu wameshafuatilia na wanaendelea kufuatilia udhaifu wa mpinzani wetu kupata matokeo. Sawa, umezungumzia umezungumzia wachezaji lakini kuna mchezaji nimemuona hapa Basandre, nimemuona Joseph Gede hapa. Pengine uh, hatukumuona um, kwenye mitandao akipostio labda na page husika ya Singida. Taarifa ya Joseph Gede iko hapa. Una uhakika umemuona Gede au umemfananisha? Nimemuona bwana sema, Gede au huyu tacome Hapana, umeona yeye. Jamani, Joseph Guede kweli ameungana nasi na tutakuwa naye kuanzia dirisha dogo litakapofunguliwa, usajili wake utakuwa umekamilika, lakini ameungana na timu kuanza kuzoea na, ni usajili ambao kocha moja kwa moja Miguel Gamonde ameupendekeza, na kwa sababu aliondoka, kumbukeni, Guede alishaye kutumika hapa Tanzania mm -hmm. Eh, na mimi nikiwa msemaji wa timu fulani ameye kuifanyia kazi timu yetu <laughs> aliondoka akiwa na majeraha kusema kweli, na ndio maana hakuwa na msimu bora lakini tumefuatilia taarifa zake, rekodi yake, namna ambavyo ana, ana, anaendelea. Na baada ya kocha Miguel Gamondo kupendekeza jina lake, basi tumeenda kujiridhisha kwamba yuko fiti na inshallah tunaamini atakuja kuongeza kitu kwenye kikosi chetu, hmm. Sisi kwanza, mashindano ya kimataifa ndugu zangu, tumeshafikia malengo yetu kwa asilimia mia moja kwa hiyo hatua ya makundi ni kama tunatalii huku tunashindana, hiyo <laughs> ni bonus. Kwa hiyo hatuwezi kwenda na pressure, kwa sababu malengo yetu tumesha yafikia kwa asilimia mia moja. So lolote naweza lolote takalo tokea, sisi tutalipokea, kwa sababu itakuwa ni majaliwa yetu, lakini tunaamini inshallah, kwa sababu sisi tunapenda kushindana, tutashindana, na sisi tumeingia kwenye mashindano ya CAF kama surprise package Ukiangalia eh, okay, tangu tunaanza mpaka sasa hivi ni surprise. Msimu wa kwanza tumeingia makundi, na huenda tukaingia mpaka robo finali, surprise itaendelea. Ko, tuombeane ndugu zangu, na ndio maana naona ni nimevaa bendera ya taifa kwenye michuano ya kafu, eh, hii itakuwa inawakilisha kwamba tunaenda kuipambania nchi yetu k nimeivaa hii kwa maksudi kwa, kwa sababu ya mashindano ambayo tunashiriki, na naomba mniruhusu nikaendelea na safari kwa sababu muda umeenda sana.